Televishen kinachoajia kutoka jijini Dar es Salaam. Leo tunazungumzia uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na hasa hasa Dar es Salaam Stock Exchange yenyewe ikiwa kama nayo ina hisa. Kwa hiyo kuwa nami mpaka mwisho ni kuelezee inakuwaje Dar es Salaam Stock Exchange nayo pia ina hisa zake na wadau wananunua na kupata magawio. Sasa hebu tuangalie mfano wa kwenye kasino anayeshinda siku zote sio yule mcheza kamari isipokuwa ni yule anayemiliki kasino. Ndio hali inavyokuwa sasa kwenye soko la hisa. Unaweza kununua hisa za benki zikapanda au kushuka. Unaweza kununua viwanda vikapata faida au hasara. Lakini vipi nikikwambia, kuna namna ya kuwa mwenye kasino? Leo tunaongelea hisa ya kipekee sana, yaani Dar es Salaam Stock Exchange Public Limited Company. Hii ni soko la hisa lenyewe. Siri ni hii: kila mara mtu anaponunua hisa za CRDB au NMB au hata TBL, wewe unalipwa. Hii ndiyo hisa ambayo inafanya pesa hata wakati wa soko linashuka. Sasa hebu tuangalie e, biashara ya Dar es Salaam Stock Exchange ambayo inaeleweka kama ni toll station iko vipi? Fikiria Dar es Salaam Stock Exchange Public Limited Company kama ni toll station au mjomba wa barabarani. Gari likipita kwenda yaani kununua hisa linalipa ushuru, likirudi yani kuuza hisa linalipa ushuru. Kwa hiyo Dar es Salaam Stock Exchange Public Limited Company inapata mapato yake kupitia ada ya miamala yani transaction fee. Hivyo soko likichangamka na watu wengi wananunua na kuuza, mapato ya Dar es Salaam Stock Exchange nayo yanapanda. Kumbuka, ripoti ya robo ya nne ya mwaka 2024, Dar es Salaam Stock Exchange iliripoti faida safi ya zaidi ya shilingi bilioni moja nukta moja ndani ya miezi mitatu tu. Hii inakuonyesha nini? Hii ni biashara yenye monopoli. Hakuna soko lingine la hisa Tanzania, hiyo inakupa ulinzi wa kipekee kama wewe ni mwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa hebu tuangalie data za mwaka 2025. Na kwa nini ununue? Ukiangalia data za hivi karibuni yani 2025, Dar es Salaam Stock Exchange inaendelea kuwa na mizania yani balance sheet, safi sana. Hawana madeni makubwa kwa sababu biashara yao haihitaji kujenga viwanda wala kununua mali ghafi, ni kompyuta na mifumo tu. Faida nyingine kubwa ni gawio, yaani dividends, kwa sababu hawana matumizi makubwa ya mtaji, yani ni raw capital expenditure. Dar es Salaam Stock Exchange ina tabia ya kugawa sehemu kubwa ya faida yake kwa wanahisa kama gawio. Kwa hiyo ukinunua Dar es Salaam Stock Exchange Public Limited, Kwa hiyo ukinunua hisa za Dar es Salaam Stock Exchange Public Limited Company unapata vitu viwili. Kwanza ni usalama, yani wanamiliki soko zima peke yao. Na pili ni gawio kwa maana kuwa pesa inayotokana na ada za kila siku za uwekezaji za wawekezaji wengine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 Mpaka sasa tumeshaona biashara ya CRDB, NMB, Tanzania Breweries Limited na Tanzania Cigarette Company kuhusiana na mambo ya hisa. Na sasa hivi tumemaliza mambo ya Dar es Salaam Stock Exchange Public Limited Company. Umeshajua wapi pa kuwekeza. Lakini swali gumu kuliko yote ni jinsi ya kuanza. Watu wengi wanaishia hapa wanaishia kuangalia video ya YouTube na, kwa chuk... na hawachukui hatua. Sitaki uwe hivyo, nataka uwe mwekezaji, sio mtazamaji. Kwenye video ya mwisho ya series hii, nitakushika mkono hatua kwa hatua. Tutafungua akaunti pamoja, kwa kutumia simu yako ya mkononi, na nitakufundisha mbinu ya laki si pesa ambayo ni ya kwanza kuwekeza hata kama huna mtaji mkubwa. Hutaki kukosa hii, kwa hiyo bofya hiyo batani ya subscription, ili usije ukakosa kipindi kijacho, ambapo tutazungumzia mambo muhimu kuhusiana na uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Mwisho kabisa, nataka tu kuwakumbusha kwa Tan Business Channel Online Television imeanzishwa kwa ajili ya kuwasaidia vijana wetu ambao wamemaliza masomo lakini hawakufanikiwa kupata ajira serikalini au kwenye mashirika ya watu binafsi. Sasa sisi tunasema kuwa unaweza ukajiajiri, una haja ya kusikitika kuwa umekosa ajira serikalini. Unaweza ukajiajiri na kujiajiri huko kuna kuja kwa kuanzisha biashara. Sasa najua kuna wengine wana wana majibu ya mkato kwa nitaanzishaje biashara kwa sababu kuna changamoto nyingi. Sisi tunachofahamu changamoto kubwa ni mbili tu zilizoko, ya kwanza ni vijana wetu hawana elimu ujasiri ya ujasiriamali, lakini ya pili ni swala la kutokuwa na mtaji wa kuanzisha biashara. Sasa sisi tumeamua kuwasaidia vijana kuhusu hayo maswala mawili au hizo changamoto mbili. Kuhusu kwenye elimu ya ujasiriamali, tunatoa elimu ya ujasiriamali. Kwenye swala la mtaji, sio lazima uwe na mamilioni ya pesa ili uanze biashara biashara, hata kwa shilingi elfu hamsini na baadaye ikaja ikawa biashara kubwa. Sasa sisi tunakufundisha jinsi ya kuweza kuanzisha na mtaji mdogo. Kwa hiyo, ninachokuomba subscribe huduma zetu, ili usikose kuona vipindi vyetu vinavyotangazwa kila siku. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Uwekezaji Tanzania